Mbona uliondoka ghafla? Natoka na mtu haupo. Ni kweli nimetoka bila taarifa. Nilikuwa nimeenda nyumbani kwa ajili ya kurudisha ile fimbo na pia kumpa mrejesho mdogo wangu kuhusiana na kile ambacho kimetokea hapa kwenu. Vipi, kaka yako yuko wapi? Yeye baada ya kuamka pale alijisikia uchovu sana, ndipo nilikuchukua maji na kumpelekea bafuni ili aoge. Umekosea sana kizibo. Hebu kamzuie asiendelee kuoga. Mdogo wangu amesema hatakiwi kufanya chochote. Yaani hapa nyumbani hamtakiwi kufanya chochote mpaka yeye aje. Sasa mimi hapa naondoka, narudi nyumbani, kwa ajili ya kwenda kulinda mji ili mdogo wangu wa aje hapa. Kamzuie asiendelee kuoga , kizibo. Sawa. Ila mimi nitamtambuaje mdogo wako? Aliyakuwa unajua kabisa kuna mtu anatumia umbo lake. Mdogo wangu ameniambia. Wa kwamba yule ambaye alikuwa anatumia umbo lake tayari ameshaangamia, yaani maana yake amemwangamiza yeye. Hakuna mtu mwingine ambaye anatumia umbo la mdogo wangu, kwayo ukimwona hapa ujue ni yeye, sio feki, ni yeye ye OG. Tusiongee sana kizibo, nenda kamzuie kaka yako, msifanye kitu chochote, nenda Tangikuwaje? Kulikoni bwana, kuna shida? Nijo amekuja na maelekezo utoka dada yake, amesema kwamba hautakiwi kuoga mpaka ataka kufika dada ake, ana mambo sijui hajamalizia bado kwao, ukioga utaharibu kila kitu, ni bora ukaacha. Hivi kizibu, kwa hali nilionayo unategemea nisipooga nitakuwaje, eh? hata kama ndio msaada sasa, huo msaada jamani, umeshakuwa tu maji kwa kwa kisa wao kunisaidia, basi ndio nisioge, si nitakuwa nanuka kama ng'onda, jamani, ah. Kaka unanikosea, unanikosea kaka, mambo yangu kibao yamefeli kwa ajili ya kukupambania wewe. Leo hii swala tu la kuacha kuoga yapo, imekuwa gumzo kiasi hiki? Tafadhali acha kuoga na niko faida yako. Sauti, Kizibo yuko wapi? Yuko ndani. Naomba niteni Kizibo. Kizibo. Na naam. Unaitwa? Kizibo, kuna ujumbe niliuagiza ulifika? Ndio ulifika. Kaka yako alisema tusifanye jambo lolote la tofauti mpaka utakapofika. Mbona naona kuna mabadiliko, imekuwaje? Kwani hizi ndo nguo alizozinduka nazo? Hapana na nilimwambia kabisa usifanye jambo lolote lenye mabadiliko mpaka utakapofika. Lakini inashangaa mtu kisauti. Kwani umebadilisha nguo hivi, jamani? Mbona kama huu umeshakuwa uonezi, kuoga nisioge na nguo nazo nisibadilishe, hali ya kuwa mnatambua kabisa zile nguo zishachafuka, na sio kuchafuka tu, zikawa zinanuka kabisa. Huu sio ngwana, jamani, hata kama kwani, sisi tulikuwa hatujui kwamba zile nguo zinatoa harufu? Unafanya tu vitu ambavyo umefikiria wewe, lakini hu huwazi kwamba, yaani mtu aliyeniambia amefikiria nini, si ndio? hizibo mbona kama vile nawalazimisha? Yani msaada wangu naotoa bado hamuoni. Sasa kuna haja gani mimi ya kuendelea kuwabembeleza? Huu msaada unaweza kwenda kutoa sehemu nyingine tofauti na kwenu. Labda nami niseme tu ukweli wangu, kwa hapa nilipofikia nimechoka, kwa sababu haiwezekani unampambania mtu mzima, unamwelekeza kabisa, usifanye hiki fanya hiki. Yeye anafanya vile ambavyo anajisikia. Nimechoka, na kwa vile kashapona basi. Yaani wewe umechoka, na mimi nisemeje, ninayekaa kuwaelekeza nyinyi watu wazima wenye akili zenu, lakini hamfanyi ninachokitaka mimi. Na mimi nisemeje? Hata mimi nimeshachoka, tena sio wewe tu, mimi nimechoka zaidi ulivyochoka wewe. Siwezi kuwa nawapambania watu mnayejielewa, alafu bado hamuoni. Yani nachokifanya mimi hamkioni. Mnaniona mimi mjinga, si ndio? Au nimekosa kazi ya kufanya, ndio maana mnaona nimekuja kuwapa msaada nyinyi, si ndio? Haya, sasa endeleeni na maisha yenu, niacheni na mimi na maisha yangu. Naona kila nachokifanya mimi kwenu hakina maana, niacheni kabisa. Nanyie endeleeni na, na maisha yenu, si mnanielewa? Kwa nini unafuatilia maisha yangu? Kwa nini unafuatilia maisha yangu nakuuliza? Nimekupatia nyumba unaishi tena bure, halafu unafuatilia maisha yangu. Mimi nataka unijibu, kwa nini unafuatilia maisha yangu? Wewe ni nani? Mbona unafanana na mimi? Unaniuliza swali gani hilo? Yaani unaniuliza mimi ni nani na kwa nini tunafanana wewe? Nisikilize. Nimekuja kukupa onyo. Siku nyingine ukiona sura yangu, ujue nakuja kukamata na kuitafuna roho yako. Mpuzi mkubwa. Wakizibu. Kulikoni, mbona na mabegi? Safari ya wapi? Kizibu. Kizibu. Unaenda wapi? Hivi tuchukulie kwa mfano sasa mimi nisikusemeshe na wewe usinisemeshe, yani tusisemezane, kila mtu awe kimya, ni nani atagundua kwamba mwenzangu ana tatizo kisha amsaidie kulitatua? Na kusemesha unaondoka tu au niambi, unaenda wapi? Shida nini? Na mbona mnanichanganya nini? Kila mtu anafanya kila anachojisikia. Kulikoni kaka? Wema wangu umefika mwisho, nimejitahidi kufanya kadri niwezalo ili kaka yangu uendelee kuishi, lakini lowe ulioni, hautambui thamani yangu kwako. Isitoshe, una mabaya mengi ambayo umenifanyia, lakini nimekusamee kutokana na damu ni mzito kuliko maji, lakini bado kaka, hilo haulioni umesababisha kaka, mahusiano wangu mimi na Eliza yamevunjika kwa ajili yako. Najua yote kaka, ulijiunga na chama cha kichawi. Umenieleleza sana kaka, umenisumbua sana lakini yote nimekusamehe kwa moyo wangu wa upendo kwako. Lakini bado unaniangusha kaka. Nakwambia fanya hiki, acha hiki lakini ndo kwanza unafanya kile ambacho unajisikia Kizibu. Tuseme tisa kumi, nakubali makosa yangu, lakini nikuulize swali, ulishawahi kupata muda ukafikiria au ukapata wasaa wa kutaka kuniuliza ni kipi kilinifanya mpaka nikaa kwenye ile hali au ndio tuseme ukubwa jalala, unapokea kila taka, iwe kinyesi sawa, taka ina gani, sawa? Na mwisho wa siku unaisha kunitupia lawama tu. Alafu kumbuka, kizibo, sisi tupo hao wawili kama pea, yani wewe ni mimi na mimi ni wewe. Unataka kwenda wapi? Haya, tuseme kwa mfano nimepata tatizo hapa, ni nani ananisaidia? Haya, wewe uko na kutaka kwenda Umepata tatizo, nani anakusaidia? Acha utoto. Sikiliza nikwambie. Hapa ni nyumbani kwenu. Patabaki kuwa kwenu. Na siku zote matatizo hayakimbiwi. Yanakabiliwa. Naona umekuja na upo kimya tangu umefika, hutaki kuongea chochote eh? Umepatwa na nini ulikotoka? Na vipi ile kazi ulioenda kuifanya umeifanikisha? Hapana, nimekuta wamesha haribu tayari. Nimekuta kisauti kabadilisha nguo, nimejaribu kuwaelekeza lakini hamna anayenielewa wala anayenisikiliza. Mi mene nimeamua kuacha na wabishi wao. Ah, mi nimechoka bana kuwasaidia. Wakae na wabishi wao na mi niache niendelee na maisha yangu. Kwa jinsi inavyokujua mdogo wangu hapo utakuwa umesha zira. Sasa nakuomba kitu kimoja, hebu rudisha moyo nyuma, rudisha moyo nyuma wa mdogo wangu, wasaidie kwa sababu hili jambo tumelihangaikia muda mrefu sana, na mpaka tulipofika, tumepigana vita kubwa mno. Nakumbuka uliniambia kwamba kisauti ana madawa kichwani, kuna uchawi haujatoka kwenye mwili wake mpaka siku saba. Ukiangalia sasa hivi, siku saba bado hazijaisha, mvumilie tu, hizo siku saba zikiisha uone.